Mourice Makoi ni mbunge wa Jimbo la Moshi Vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi, na nilikuweko bungeni wakati waziri mkuu anatambulishwa na nilikuwa nimekaa naye benchi moja. Kwa hiyo mimi ndio mtu ambaye alimnyanyua mkono kumuonyesha kwamba jambo limekamili limekamilika. Lakini katika sifa zilizoelezewa bungeni na yale alieleza yeye ya mwenyewe, mimi nimekubaliana naye kwa sababu ameonyesha kwamba yuko tayari kusimamia nidhamu kwenye utumishi wa umma. Na changamoto kubwa mara nyingi katika maeneo mengi ya nchi yetu ni nidhamu kwenye ofisi za utumishi wa umma na ametuhakikisha kwamba wananchi watapata huduma, hakutakuwa na ubaguzi, atasimamia kuhakikisha na maisha ya demokrasia, mahusiano, amani na yale yote mema ambayo nchi inataka. Lakini pia ameahidi kwamba atashirikiana na Mheshimiwa Rais kusimamia dira ambayo inaenda mpaka elfu mbili na hamsini kuhakikisha kwamba yale yaliyoainishwa kwenye dira yanakamilika na wananchi wanapata maendeleo kulingana na maelekezo ya dira na maono ya Mheshimiwa Rais mi nawaambia wananchi kwa ujumla, kwa kweli tumepata waziri mkuu mzuri. Tumwombee Mungu, tumpe ushirikiano. Na watumishi wa umma wachape kazi, viongozi wachape kazi, ili tuhakikishe kwamba yale tuliokubaliana na wananchi wakati tunapiga kampeni za uchaguzi yanakamilika.